Tumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuteua Mkoa wa Arusha na kutoa fedha bilioni 340 kujenga uwanja wa kisasa kwa ajili ya Afcon 2027. Mheshimiwa Rais amepanga kutuheshimisha Tanzania kupitia katika Mkoa wa Arusha. Kwa maana hiyo yanaonekana Moroko yataonekana hapa Arusha, na Arusha. Kwa hiyo nanyie wananchi wa Arusha mjiandaye kwa fursa hizo, iwe bodaboda boda, iwe wenye hoteli, iwe mamalishe, wenye makampuni ya utalii, wawekezaji waione hiyo fursa ya AFCON 2027 20 na saba. Lakini nakuja hapa wakati michezo ikiendelea kwa niaba yenu na nyiye mlioko hapa, tuaipongeze timu ya Taifa Stars kwa hatua hii waliofikia. <coughs> wamepambana wameweka rekodi. Zamani ilikuwa tunaenda tunatolewa tu mapema, lakini wamejitahidi, wamepambana, na tuwapongeze tuwatie moyo kwamba wametuwakilisha vizuri. Kwa hiyo yale yanayotokea kule ni maandalizi ya AFCON ya 2027 tutakuwa na kikosi kizuri, tutakuwa tumepata uzoefu, na kwa kweli ikifika 2027, naamini tutakuwa na timu nzuri yenye ushindani, na tumethibitisha hivyo, tumecheza na timu, kuna timu zimemugizwa magoli ya kutosha, lakini Tanzania tulikomaa, na mnaona kabisa kwamba vijana wanapambana tuwapigie makofi. Serikali kwa upande mwingine, ni kwamba serikali imelipa fedha zote zinazohitajika katika bilioni mia tatu na arobaini, tayari fedha zaidi ya bilioni mia mbili zimeshalipwa na mkandarasi kwa kazi alizozifanya hadai hela yoyote. Kwa hiyo tunaenda vizuri, mkandarasi yuko vizuri katika muda na serikali inalipa fedha na hii inathibitisha dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba yeye ameweka commitment ya Tanzania kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON ya 2027 na ndo maana amekuwa akisimamia kwa karibu na kutusukuma na wizara kuhakikisha kwamba mkandarasi analipwa fedha kwa wakati na sisi tunataka kazi ifanyike ikamilike kwa wakati kwa mwezi wa saba, kwa viwango vile vile vilivyokusudiwa. Narudia tena, tunayaona Moroko katika viwanja vinavyojengwa, ndiyo inatakiwa ionekane kwa Arusha. Na katika hili, naendelea kuwashukuru kwa kazi hii ambayo mnaanza kwa uwanja mdogo ule, kuotesha nyasi. Kwa hiyo mii niseme tu kwa leo. Nimejiridhisha, kazi inaenda vizuri.